Umuhimu wa kutoka fisabilillah huanza katika umuhimu, maana yake, umuhimu wa kutoka katika kutangaza dini ya Mwenyezi Mungu, umuhimu wa kutoka katika kueneza ma, maelezo ya Mwenyezi Mungu, umuhimu wa kutoka katika kusambaza amri za Mwenyezi Mungu, umuhimu wa kutoka katika kusambaza makatazo ya Mwenyezi Mungu yanaanza umuhimu wa kuishi na maelezo ya Mwenyezi Mungu. Hawezi kutoka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ila anayeishi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu yule anayeishi kwa ajili ya yeye kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu anaona haitoshi mimi kubakia hapa, lazima nende nikawaeleze na wengine, lazima nende nikawasambazie na wengine, lazima nende nikawafikishie na wengine. Na ndiyo ukaona Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alituhimiza sana na akatwambia, yoyote atakayekutoka fi sabilillah akatwambia, la yajtami'u dukhanun jahannama waghubarun fi sabilillah. Vitu viwili haviwezi kupambana, vumbi, moshi. Shida tabu unayoipata kwa ajili ya kumtangaza Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya kwenda kuilimisha watu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya kwenda kuisambaza dini ya Mwenyezi Mungu, shida hizi na tabu hizi haziwezi kupambana na shida za motoni. Pata shida hizi usipate shida ya moto. lao ingekuwa hakuna hadithi isipokuwa hii basi ingekuwa tosha, lakini kubwa zaidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani atuambia waman ahsanu qaulan, ni yupi? Suala hili tumeulizwa na hakuna aweza kupata jibu ila ni lile lile alolisema mwenyewe Mwenyezi Mungu, waman ahsanu qaulan, ni yupi? Au yuko ambaye kwamba atakuwa ana neno mazungumzo maelezo bora zaidi, mimma daa ila Allah kuliko yule ambaye kwamba kazi yake ni kuita watu warudi kwa Mola wao. Hana kazi nyingine, kazi yake ni kuita waja ni kuwalingania waja wamwabudu Mwenyezi Mungu, wamtii Mwenyezi Mungu, wawe karibu na Mwenyezi Mungu. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, amepokewa kwamba au imepokewa katika athari kwamba Mwenyezi Mungu alimwambia Nabii Allah Daud, ya Daud man radda li abiqan Mwenye kumregeshea mkenge yani, mtu ametoroka kwa Mwenyezi Mungu, mtu amekimbia kwa mola wake, mtu hajarudi kwa mola wake, wewe ukamregesha, katabtuhu min aljahbadha au min aljahabidha, nitamwandika yeye ni katika wale mafahali bora kwangu mimi, yani kwa Mwenyezi Mungu. Fahali bora au yule mume anayejistahiki kujiita mimi ndiye dume la, la madume ni yule anayemregesha mja mmoja kwa mola wake. Ikiwa utamregesha ukiwa nyumbani Je, ukimrejesha ukiwa ugenini? Kwa hiyo ndugu zangu, hakuna kitu muhimu kama kutoka kwa ajili ya kuitangaza dini ya Mwenyezi Mungu. Hujakatazwa na utembee, hujakatazwa na uende uifurahishe roho yako kwa mambo mema, lakini nia yako iwe ni kwenda kusambaza na kutangaza dini ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atutakabalie, Mwenyezi Mungu atupe kila la heri, atuepushe kila la shari. Ili uwe wa kwanza kupata na kuangalia vipindi vyetu mbalimbali, makala za kuvutia, matukio na mawaidha, usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare katika YouTube channel yetu kwa kuandika Suleiman TZ Online TV.